Salamu alaikumanehali yakoan mzaliwa wa Pandani, Pemba, wilaya yeah, Wete mm. Pendae kwa Mbuko hmm. Jirani tu lakini kwa, kwa juu street ya katikati baina kwa speaker na na ya juu ya mbele kwa raha kwa raha kwa raha. Kwa mbuko tayari tumesha kuandikisha. Asante. Namba hii resiti utunze vizuri mpaka tarehe utakapotoka kutoka tume ama Haa, saa ya kuchukua kitambulisho, sio? Mm-hmm. Okay. Kazi njema jamaa. Asante. Okay, okay. Asante. Waireni basi, kazi njema, asante. Mheshimiwa Makamu wa Kwanza wa Rais, mbele yako ni uandishi wa habari kutoka vyombo mbalimbali, na leo wameshuhudia kwamba umekuja kujiandikisha kwa ajili ya Daftari la afaji. Labda ungetueleza tu kwa hali halisi ulivyoona katika zoezi la kwanza kufika hapa kujiandikisha. Kwanza ni niwashukuru uandishi wa habari kwa Eh, kuendelea kufanya majukumu yenu ya kuwahabarisha na kuwaelimisha wananchi tunashukuru kwa hilo lakini la pili nimekuja eh, kwa ajili ya ku- nilisema mimi meje ku update taarifa zangu lakini nikaambiwa kwa utaratibu inabidi niandikishwe upya nashukuru zoezi limekwenda vizuri sikuona kama kuna kikwazo chochote labda ungetuambia una unaonaje hadi hivi sasa Tume ya Uchaguzi na zoezi lake lilokwenda hasa katika kutoa elimu ya kisha, wananchi wanajitokeza kuandikisha. Mimi nadhani kuna eh, kuna mambo mawili. Tume ya Uchaguzi wana majukumu yao wanayafanya kwa kiasi chao, lakini na taasisi nyingine eh, sisi kama vyama eh, lakini taasisi kama NGOs nyingine lakini hata na nyinyi kama waandishi wa habari nadhani hii ni kazi yetu sote, na mi naamini kwamba tumeifanya kazi hiyo vizuri, ndio maana watu wamejitokeza kuja kujiandikisha yeah. Mimi nitaka fanuzi zaidi kwenye kwa sema update, maana yake dhana, ndio ninavyoona mimi kwa kujiandikisha leo, na maana ulikuwa labda ulikuwa hupigi kura katika miaka ya nyuma au ulikuwa hujajiandikisha, na kwaje unajiandikisha leo? Asante sana, ili swala muhimu sana E, mimi kwanza nilipiga kura toka mwaka tisini e, na sijawahi kukosa kupiga kura lakini, mwaka 2020 20 bahati mbaya nilikuwa na kazi za e, za watu nje, na kwa hivyo wakati ule e, wa ku update daftari siku- sikuwepo na nilidhani tu kwamba kinachohitajika ni pengine ku So, kuja na kitu lakini kitambulisho lilikuwa nacho, lakini nilidhani kwamba pengine ni kuja kuupdate taarifa zangu kwenye kitambulisho, maanake hata picha ilikuwa ya zamani kidogo, toka nikiona toka niko Othmani mpaka leo <laughs> hivi nilivyo kwa hivyo, lakini nilipouliza, nikaambiwa kwa utaratibu kila baada ya miaka kumi na tano eh, tume ya uchaguzi wana update, eh, daftari na kwa hivyo itabidi eh, kwa sababu hii inabidi niandikishe tena, lakini si kwa sababu eh, sikuwa mpiga kura. Nilikuwa mpiga kura, nilikuwemo kwenye PVR na nilikuwa na, na exercise ya kupiga kura <coughs> Mheshimiwa, kwa maana hiyo katika ufafanuzi ni kwamba wewe katika baada ya hiyo mwaka 2020 kupiga kura mpaka sasa hivi unapiga kura tena, lakini 20 20 sikuwepo, kama nilivyokwambia. sawa sawa, e, na ndio maana imebidi nije ni update taarifa zangu. Yeah, lakini huko nyuma na mpaka hii leo nilipokuja ku update taarifa zangu, nilikuwa naamini nimo kwenye PVR, na nilimpiga kura, lakini kuna mazingira mengine ambayo pengine watu wataweza kujiuliza ni kwamba eh, umejiandikisha katika jimbo la mpendaye Mm -hmm. Lakini ukazi inaonekana ni katika jimbo nyingine, hii inatoa sura gani? Lakini pamoja <laughs> na hayo, swali langu la pili ni kwamba e, hivi karibuni ulikuwa e, Angola, ambapo mm -hmm. tumepata bahati mbaya mitihani, lakini ratiba ilikuwa urudi kesho. mm -hmm. Leo ndika ndo mwisho wa kupiga kura, kwa hivyo kwa maana nyingine kwamba laiti ingekuwa mambo hajaharibika Angola ungekosa pia ungekosa pia kujiandikisha mara hii. Asante asante. Eh, kwanza eh, swala la ukazi ni swala la kisheria mimi, nilipohama Mpendae nilihamia Maisara, baada ya Maisara nikahamia Chukwani, mote humo sijatimiza kujiandikisha kwa, kwa mpiga kura katika katika eh, shukwani wala Maisara. Kwa hivyo pahala pekee ni hapa mpenda ndio sharia inavyosema. Kwa hivyo nadhani hilo halina shida. Hili la Angola, sisi wenyewe tulikuwa tunajua utaratibu wetu wa kurudi ili tuwahi kujiandikisha kuwapiga kuana. Mimi nawashukuru na niwatakie kazi njema na saumu njema pia, asante sana.